Habari, hii ni Rich TV na huyu ni Rich Pro. Karibu sana. Tunaendelea na tutorial zetu za kujifunza darasa kupitia akaunti yetu ya YouTube inayokwenda kwa jina la Rich Pro. Uh, leo tunakwenda kuangalia kitu kinaitwa OBS. OBS ni nini? OBS ni programu ambayo tunaitumia katika kufanya kazi zetu za live streaming. Uh, kwa wale tunaopenda kufanya live streaming. OBS, uh, ni mojawapo ya platform, au ni mojawapo ya ya programu ambayo inatumika kufanya kazi hizi. So leo tunakwenda kuangalia vitu vitatu ambavyo tunaweza tukavitumia kwenye OBS na vikatupa matokeo mazuri. Cha kwanza kabisa ni output, cha pili ni audio, cha tatu ni video. Vitu hii vitatu ni vitu vya msingi sana na vya muhimu vilivyoko katika programu hii ya OBS. Ziko platform nyingi au ziko program nyingi ambazo watu wanatumia kufanya Uh, live streaming mojawapo ni pamoja na hii OBS. Kuna vimix na vitu vingine kama hivyo, so tunakwenda kuangalia moja kwa moja, tuende darasani. Tunafungua, hii ndio OBS yetu. Sasa hapa imefunguka, ukishaifungua interface yake iko hivi. Uh, upande huu hapa kuna file file, kuna editing views document, docs, file, uh, scene collection tools hapa. Uh, ukishuka chini hapa, mkono wangu wa kushoto kuna kuna hii thin ambapo unaweza ukajaza vitu hapa, ukaadi hapa ukaweka vitu hapa, lakini upande huu kuna source ambapo unaweza uh, ukaadi zile source kama, au source, tunaweza kusema source monitor ambayo inaweza ikapia hapa. Upande huu kuna audio mixer ambapo unaweza sasa ukacheza na zile audio zako zote connect ambazo umeconnect, lakini pia hapa kuna scene transition. Scene transition hizi ni transition ambazo zinakuwa between kati ya video na video unapokuwa unafanya live. Sasa unaamua kwamba sasa hivi nataka ni deal na main camera, una scene transition pande huu kuna kitu kinaitwa controls hapa kwenye control kuna mambo mengi, na ndipo tutapokuja kuikuta setting yetu hapa, lakini kuna sehemu moja inaitwa start and stop recording. Kwa mfano kama mimi hapa nina rekodi, kwa hiyo nikistop recording, maanake nimekuwa nimestop, lakini nimestart recording. Hapa kuna start visual camera. Alafu hapa kuna studio mode, kuna setting, kuna exist. So tunakwenda kuangalia kwa upande wa setting hapa, setting zetu ndo hii. Tunakwenda kuangalia setting zile vitu vitatu au vile vitu vitatu ambavyo tunahitaji kuvipata katika obvious, ni basic sana na ni vya muhimu sana. Tunafungua setting yetu kama ifuatavyo. Baada ya setting yetu kuwa imefunguka hii, hapo kama unavyoiona uh, tutakuja upande huu hapa, upande huu hapa upande huu hapa uh, upande huu tunapaita ni eneo la gen. Kuna general, kuna appearance, kuna stream, kuna output ambapo ndo tunahitaji kuiangalia vile vitu vyetu vitatu. Viko hapa leo, tuna deal na hivi vitatu, tuna output, tuna audio pamoja na video. So tunakwenda kuifungua output. Kazi ya output tumeona hapo, kuna kitu kinaitwa simple. Unatakiwa uweke simple, utakapofungua hii uh, output yako kuhakikisha unaweka simple kwa sababu ukiweka advance uh, advance itakupeleka kwenye option nyingine kabisa. Uh, ukija kwenye video bitrate, mimi napenda kutumia elfu mbili mia tano na audio bitrate ni tisini na sita So utazikopi kama zilivyo, kwa wewe ambaye unaanza utakopi kama zilivyo na utazitumia. Ukija hapa kwenye video encoder, hakikisha umeweka software Usiweke hardware. Kuna option mbili hapa, kuna hardware na software, weka software. Lakini hapa kwenye encoder preset, hapa ni pale ambapo wewe unataka video yako iwe fast sana, au iwe kawaida, au iwe nyuma ya audio, unachagua. Mimi nimeweka super fast lakini wengine wanaweka very very fast, wengine fast, mwingine fast, highest and high quality hivyo, so unaweza ukaamua ukafanya kwa style hiyo. Um, afu ukishamaliza hapo una apply, so unakuja kwenye eneo jingine hapa. Tunasema ni audio audio. Hapa kuna kitu kinaitwa sample rate, ni vitu vile tu vya kuzingatia. Kuna sample rate na channels. Hakikisha audio yako inatoka stereo na sio mono sababu, hapa uki, ukiwa umeunga sasa, kwa mfano umeunganisha full, full setting itakuletea option, hakikisha umeweka stereo KHZ hapa wenyewe nimeweka 48 , lakini utaweka kadri jinsi ambavyo unaona inakupendeza. Ah, ukishuka hapa chini kwenye global audio devices kuna vitu hivi hapa, kuna desk desktop audio, kuna desktop audio 2 kuna mic auxiliary audio mics, mic mic auxiliary audio 2 hizi zote ziko disable, hii iko difficult. Unaweza sasa ukaamua kwamba Uh, audio yako ulioiunganisha umeunganisha kupitia kifaa gani? Umeunganisha kupitia kifaa gani? So utakapokuwa ume use hivyo kile kifaa utakachokuwa umekiunganisha ndo utakachokikuta hapa. Labda mwingine anatumia labda uh, sound card. Sound card ana prefer kwenye mixer labda au anatumia USB eh, audio anaweza akaikuta hapa. Kwa hiyo hizi ni njia nne, ziko nne zote hizo, unaweza ukaamua kuunga audio nne tof tofauti tofauti, na zote ukazi Enabo. zikafanya kazi. Aa, kwenye meters hapa kuna kitu kinaitwa decay rate hapa utaonyeza fast, afu pick meter types utaweka sample pick utaenyezafutaweka mm, hivyo ni baadhi ya vitu tu vichache vya muhimu ambavyo huku uh, kwenye hot key, tutakutana kwenye darasa linalofuata ili tuweze kueleweshana vizuri, lakini leo tunaangalia best things za kuseti kwenye audio output pamoja na video. Hapa tutashuka kwenye video, tutakuta base kuna sehemu pameandikwa base canvas resolution base cover be, base cover resolution. Hapa ni resolution ambayo unaitumia kwenye video, unataka video yako iwe na resolution ipi? Lakini basic resolution ni 1920 kwa 1080, ambapo unafanya video zako kama zitakuwa ni mstatili hapa zine. Kwenye output scale resolution utarudia hiyo hiyo 1920. Lakini hapa niongee kidogo kwenye resolution kwamba resolution ziko za aina mbalimbali. Kuna resolution ambazo zinakaa kwenye angle ya mstatili, kuna resolution zinakaa kwenye angle ya vertical. Kwenye vertical utakuta utachukua hii 10 20 1920 utaipeleka kwenye 1080 na 1080 utarudisha kwenye 1920, uh, utapata vertical resolution ambazo zina mara nyingi sana zinatumiwa kwenye uh, sehem uwanja uh, kama wa TikTok pamoja na uh, short, short video za YouTube, lakini u, ukitaka video za Instagram utachukua kumi themanini utatoa hii kumi na tisa ishirini utajaza tena kumi themanini kwa hiyo uh, urefu na upana itakuwa kumi themanini kwa kumi themanini Hizo ni resolution zinazopatikana mara nyingi sana kwenye Instagram. So kwa kusema hayo mambo matatu mpaka hapo nafikiri utakuwa umenielewa. Kwa hizi ndio basic things ambazo tunaweza tukaanza nazo wakati wa kuseti uh, obvious yetu. Baada ya hapo utaclick okay na utakuwa umefanikisha zoezi. Nashukuru kwa kunitazama, hii ni Rich TV. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Karibu sana ili tunapoachilia tutorial zetu ho wa kwanza kuzipata.